Hadithi: Kito na mbegu ya Miujiza. Kulikuwa na kijiji kizuri kiitwacho Mwanga kilichozungukwa na milima ya kijani, mito midogo na mashamba ya mahindi yaliyotabasamu kwa upepo. Katika kijiji hicho aliishi Kito, mtoto mchangamfu mwenye tabasamu la kudumu. Alipenda kusaidia wazee, kucheza na marafiki na kuuliza maswali mengi. Lakini Kito alikuwa na tatizo moja. Hakuwahi kuwa mvumilivu. Alitaka kila kitu kitokee haraka sana. Siku moja, Kito alipokuwa njiani kwenda mtoni, alikutana na bibi mzee mwenye fimbo ya mianzi. Bibi yule akasema kwa sauti tulivu, Kito, chukua mbegu hii. Ikiwa utaitunza kwa moyo safi, itakuonyesha siri ya maisha. Kito alifurahi sana. Alidhani mbegu hiyo itamea kuwa mti mkubwa mara moja. Kito alikimbia nyumbani, akapanda mbegu, akamwagilia maji mengi na kukaa kuangalia. Dakika zikapita, hakuna kilichotokea. Kito akakasirika. Mbegu hii haina nguvu. Akachimba kidogo kuona kama inaota lakini hakuona chochote. Mama yake Kito alimuona akiwa na huzuni. Akamwambia, "Mwanangu, mambo mazuri yanahitaji subira na uangalizi." Kito hakuelewa vizuri, lakini akaamua kujaribu tena. Akaacha mbegu pale, akaanza kumwagilia kidogo kila siku. Wakati akisubiri, Kito alianza kusaidia kijijini. Aliwabebea maji wazee, aliwafundisha watoto wadogo kuhesabu, alisaidia shambani bila kulalamika. Kila siku alirudi kuangalia mbegu, lakini hakuigusa tena. Baada ya wiki kadhaa, asubuhi moja, Kito aliona chipukizi dogo la kijani likichomoza ardhini. Siku zikapita, likawa mti mdogo wenye maua ya rangi ya dhahabu. Watu wa kijiji walishangaa sana. Bibi yule alirudi na kusema, mbegu haikuwa ya miujiza, moyo wako ndio uliobadilika. Kito alitabasamu, sasa akiwa na subira na upendo. Alijifunza kwamba mambo mazuri yanahitaji wakati, moyo mwema huzaa matokeo mazuri, kusaidia wengine hukujenga wewe pia. Na tangu siku hiyo Kito akawa mfano wa kuigwa katika kijiji cha Mwanga. Mafunzo kwa watoto. Subira ni muhimu katika maisha. Mafanikio hayaji kwa haraka. Moyo mwema huleta baraka. Kusaidia wengine hukujenga wewe pia.